Nyumbani kwa marehemu maeneo ya Swaswa jijini Dodoma, mamia ya waombolezaji, ndugu jamaa na marafiki wamejitokeza katika ibada ya kuaga mwili wa mpendwa wao marehemu MC Pilipili, na hivi ndivyo hali ilivyokuwa <tipa> Nao baadhi ya waombolezaji waliofika kuaga mwili wa mpendwa wao wanaeleza jinsi watakavyomkumbuka MC Pilipili. Uh, Pilipili amegusa maisha ya watu wengi sana, kama inavyoonekana kwenye mitandao, na ndivyo ndivyo alivyo, ni mtu wa furaha, ni mtu wa kucheka wakati wote na kuchekesha. Swala la yeye kupata umauti limenishtua sana, kwa sababu imekuwa ghafla. Pilipili alikuwa sio mtu wa kuumwaumwa kwa hiyo ilivyotokea kwamba amefariki ghafla ni kitu ambacho kimenipa uzuni kubwa sana. Msiba wa MC Pilipili umetugusa pakubwa sana, umetuumiza sana sisi kama vijana. Wananchi kwa ujumla wameumia kuhusu hili tukio. Kwa hiyo kiukweli imetuumiza hili swala, tumeumia. Tumeumia, tunazidi kumwombea, huko anakoenda apumzike kwa amani. Ah, ni mtu tu wa watu, akiwa ni mtu wa watu, mpole, mcheshi, mchangamfu, basi hela Mungu kampenda zaidi. Sisi kwetu alikuwa anatupa ushirikiano kwa asilimia kubwa, kwa sababu ye tulimkuta kwenye game kwa alikuwa ni legend. Wengi walikuwa anamuita king kama mfalume, wengine anamuita father kama mzazi, wengine anamuita king. Kwa hiyo alikuwa na majina mbalimbali kutokana na nafasi yake kwao. Sisi kama wasanii tumeumia na tumepata pigo sana kwa sababu ushirikiano wake ulikuwa mkubwa kwa kila mchekeshaji ambaye alikuwa anakutana naye. Mimi nimewahi kushiriki show zake nyingi. Uh, show ya Dodoma nilikuja pia, lakini ilikuwa show ya mwisho. Mimi show ya mwisho ambayo nilifanya naye alifanya daa. Uh, kuna kuna hoteli imenitoka kidogo jina, iko Sinza mapambano pale. Alifanya show yake pale iligongana na show ya Chekatu. Uh, ingawa ya kwake ilikuwa na watu yani alikuwa na target watu 100 tu. Kwa hiyo, nilitoka kwenye show yake pale afu nikaenda kuhudhuria show nyingine tena, kwa hiyo hiyo ndio shake ya mwisho ambao naikumbuka aliifanya da na ambao mimi ni perform pia na nilitoa ushuhuda kidogo, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tulikutana muda kidogo, hata kabla sijaanza kufanya stand up nikombea. Kwa hiyo kwangu mimi alikuwa na nafasi kubwa sana kwenye sana yangu, hata special yangu ambao niliifanya nakumbuka. Ye hey, alikuwa ni mtu miongoni mwa watu ambao nilifanya nao interview kwenye baadhi ya media wakinielezea namna ambavyo nimetoka kuwa mdogo mpaka nakuwa nyuma yangu ni mamia ya waombolezaji wakiendelea kuaga mwili wa mpendo wao MC Pilipili hapa nyumbani kwao katika eneo la Swaswa. Bwana alitoa na Bwana ametua. jina la Bwana lihimidiwe. Kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Agnes Nemaru wa ITV.